Maajabu usioyajua kuhusiana na ndoto. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto, ila wengi wao huwa hawajui katika ndoto kuna maajabu gani. Leo nimekuandalia maajabu haya. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza katika video hii. Kwanza kabisa, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu hutumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 na kuendelea, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Tunajifunza Mungu anaweza akazungumza zaidi ya mara moja kwa njia ya ndoto. Asilimia kubwa ya watu Mungu amekuwa akizungumza nao kwa njia ya ndoto, lakini watu hawajui kuwa Mungu anawasemesha na wengine wamekuwa wa wakipuuzia na mwisho wake wameishia kuumia. Leo nitakwenda kukufundisha maajabu usio yajua kuhusiana na ndoto, lakini nitakwambia kwa nini watu wamekuwa wakiota ndoto na wanasau kwa haraka zaidi na mwisho wa siku wanakuja kukumbuka ndoto wakati tukio limeshatokea. Leo nitakwenda kukuambia mambo hayo yote. Jambo ambalo natakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe.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 Kupitia ndoto Mungu anaweza akakuonyesha mambo yatakayotokea siku za mbeleni kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza akakuonyesha vitu ambavyo vitatokea siku za mbeleni. Watu wengi wamekuwa, Mungu amekuwa akiwafunulia vitu ambavyo vitatokea kwa mbeleni, lakini watu wengi wamekuwa hawajui, wanapuuzia, na mwisho wa siku wanakuja kukumbuka kitu kimeshatokea. Kwa hiyo ajabu la kwanza, kupitia ndoto Mungu anaweza akakuonyesha mambo yatakayotokea siku za mbeleni. Mungu anaweza akakuonyesha mambo yatakayotokea uzeni, ikiwa wewe bado uko kijana, yani unaweza kajikuta wewe ni bado kijana sana lakini Mungu akakuonyesha uzee wako, akakuonyesha, Mungu anaweza akakuonyesha uzee wako ukiwa bado uko kijana, lakini pia Mungu anaweza akakuonyesha mali utakazokuwa nazo ukiwa uko kwenye hali ya umaskini. Mungu anaweza kuonyesha utajiri utakao kuwa nao ukiwa uko bado kwenye hali ya umaskini. Mungu anaweza akakuonyesha uzao utakao kuwa nao ili hali bado hauna uzao kabisa, lakini Mungu anaweza kuonyesha uzao utakao miliki. Mungu anaweza kuonyesha watoto ambao utakuwa nao ili hali wewe ukiwa hauna kabisa mtoto. Kwa hiyo ukisoma Biblia, utaona Mungu alimwonyesha Yusufu juu ya nafasi Si atakayokuwa nayo ili hali bado akiwa bado ni mtoto kidogo mdogo sana bado ni kijana mdogo sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 37 na msari wa tano hadi wa kumi na moja imeandikwa nukuu, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani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 tunaanza kuona Yusufu anaota ndoto na baada ya kuota ndoto anaanza kuwashirikisha ndugu zake. Mungu alikuwa anamfunulia maisha ya Yusufu ana kwamba baadaye atakuja kuamiliki ndugu zake, ili hali akiwa bado ni mdogo sana, hana nguvu yote, lakini Mungu alianza kumfunulia vitu ambavyo vitatokea kwa Yusufu kwenye maisha ya Yusufu. Tunajifunza kupitia ndoto, Mungu anaweza kukufunulia maisha yako, jinsi atakavyokuwa. Mungu anaweza kukufunulia cheo ambacho utakipata au nafasi utakayopata ofisini, ili hali ukiwa hauna nafasi kabisa. Ndio maana watu wengi unakuta, kuna mtu anaweza kaota ndoto amekaa kwenye kiti cha kifalme, lakini ile hali yeye bado anapitia kwenye shida. Mungu anaweza kufunulia maisha yako ya baadaye. Mungu anaweza kufunua utajiri utakayekuwa nao, ili hali wewe hauna mali yote. Mungu anaweza kufunulia kwa njia ndoto. Watu wengi wamekuwa wakifunuliwa mambo ambayo yanatokea ya mbeleni, lakini wengi huwa hawajui ndoto hizo zinaashiria vitu gani, na wengi wanaishia kutulia tu. Nataka nikwambie kwa njia ya ndoto Mungu anaweza akakufunulia maisha yako ya mbeleni, jinsi atakavyokuwa. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kufunulia maisha yako yatakuwaje. Mungu anaweza kufunulia safari ambazo utazisafiri ili hali hauna safari yote, ili hali hauna mwelekeo yote, lakini Mungu anaweza akakufunulia maisha yako ambayo utaishi Mungu anaweza kufunulia mali ambazo utakuwa nazo, ili hali hauna chochote, ili hali unapitia kwenye shida, lakini Mungu anaweza kufunulia maisha yako ya baadaye. Mungu anaweza kufunulia uzee wako, jinsi uzee wako utakavyokuwa, kaanza kufunulia ili hali bado ni mtoto, lakini Mungu anaweza akakufunulia. Mungu anaweza akakuonyesha, akakuonyesha uzao wako, ili hali wewe hauna mtoto kabisa, hauna ukisoma. kwenye Biblia utaona Ibrahimu, Mungu alimfunulia Ibrahimu uzao atakayekuwa nao, ili hali akiwa hana mtoto kabisa, ili hali siku za kuzalisha za ukomo kwa mkewe Sara zilikuwa zimefika, lakini Mungu akamwonyesha uzao atakayekuwa nao. Tunajifunza Kwa njia ndoto, Mungu anaweza akakufunulia maisha yako ikiwa wewe hauna chochote, ujanza chochote, ila Mungu akakufundia kila kitu. Mungu anaweza kufundia mambo atakayotokea miaka kumi mbeleni, akakufunulia sasa hivi. Mungu anaweza akakufunulia mambo atakayotokea miaka 30 mbele, akakufunulia sasa hivi. Kwa hiyo kupitia ndoto Mungu anaweza akakufunulia vitu ambavyo vitatokea ili hali bado havijatokea. Unaweza ukaona tenda ambayo Uh, utakuja kuwa nayo ili hali sasa hivi ukiwa hauna tenda yote Mungu akakufunulia. Uh, Mungu anaweza kukufunulia vitu ambavyo vitatokea baada ya miaka kadhaa mbele, lakini pia kupitia ndoto Unaweza ukalala maskini ukaamka tajiri. Unaweza ukalala maskini ukaamka na neema ya utajiri kupitia ndoto. Unaweza ukalala hauna baraka ila ukaamka una baraka. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya tatu na mstari wa nne hadi wa kumi na tano Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya tatu na mstari wa nne hadi kumi na tano tunataka tukaangalia habari za Suleiman. Mungu alimfungulia Suleiman, alilala akiwa, akiwa hana hekima akaamka hana hekima. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya tatu na mstari wa nne hadi kumi na tano imeandikwa basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Suleimani akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu ya madhabawili na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleimani akasema umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri ilivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe, nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, E Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo toka wala kuingia na mtumwa wako katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya maana ni nani awezaye kuwahukumu hao watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu; basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapatakuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Na ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitazifanya nita siku zako kuwa nyingi. Naye Sulemani akaamka na kumbe ni ndo akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Tunajifunza Suleimani aliota ndoto, lakini baada ya kuamka aka aliota ndoto. Alilala akiwa maskini, akaamka akiwa tajiri. Alilala akiwa hana, hana hekima ya kutatua kesi, akaamka na hekima kutatua kesi. Tunajifunza kupitia ndoto, unaweza ukapokea baraka zako. Kupitia ndoto, unaweza ukapokea hekima. Kupitia ndoto, unaweza ukaingia kwenye maagano. Asilimia kubwa ya watu wameingia kwenye maagano kwa njia ya ndoto pasipo wao kutambua, na wengine wamefunga ndoa za mikataba ya kishetani pasipo wao kutambua. Kupitia ndoto, unaweza ukaingia agano, ukafanya agano na mtu kwa njia ya ndoto, na watu wengi wamekuwa wakifanya maagano mbalimbali mbali kwa njia ya ndoto, na wao wameshindwa kuelewa namna gani na za kutoka kwa kwenye kwenye hayo magano. Ndio maana leo hii unaweza kukutana na mtu akwambia, aliota ndoto anafunga ndoa, na baada ya kuota ndoto hiyo, kila akilala naota anafanya mapenzi na jini au anafanya mapenzi na mwanaume au mwanamke. Hii ni kwa sababu aliingia kwenye agano kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo watu wengi sana wamejikuta wakiingia kwenye maagano ya giza kwa njia ya ndoto. Ni muhimu sana ukajua namna ya kuomba kutoka kwenye maagano hayo. Kwa hiyo kuna ndoto Uh, kwenye ulimwengu wa ndoto huwa kuna maajabu mengi. Kwa njia ya ndoto unaweza kaingia, unaanza kuona Suleiman. Kwa njia ya ndoto Mungu anamtokea kwenye ndoto, anamwambia Suleiman, unataka nikufanyie nini? Na Suleiman anaomba hekima kwenye ndoto. Kwenye ulimwengu wa ndoto unaweza ukatamka na neno likatokea. Suleiman anaomba hekima ndotoni, na hekima ile anaipata kwa njia ya ndoto, anaamuka alikuwa na hekima Anaamka ana hekima za kutosha. Kwa hiyo kuna nguvu sana katika ndoto. Unaweza ukalala ukiwa huna hekima, lakini ukaamka una hekima. Unaweza ukalala maskini, ukaamka una neema, utajiri. Ndoto unaweza ukapokea baraka zako kwa njia ya ndoto. So ulimwengu wa ndoto ni ulimwengu ambao umejaa maajabu mengi sana. Ukisoma kwenye Biblia utaona, tumemwangalia Yusufu. Yusufu anaota ndoto, anaona anasema mganda, lakini mganda umeiba. Tafsiri ya kwamba atakuja kuwa kiongozi, atawatawala wenzake. Nyota inaweza ikaashiria uongozi, mganda uliosimama unaonyesha kwamba atakuja kuwa kiongozi. Ndio maana kuna watu huwa wanaota ndoto ni jiwe linazungumza, mgeni naeza kaota, anasemeshwa na kitu ndotoni, mtu unamsemesha Kwenye ulimwengu wa ndoto huwa kuna maajabu mengi sana. Ni muhimu sana ukajua ufasiri vitu ambavyo unaviona ndoto. Ni matukio na kitu ambacho umejifunza, lakini pia ukitaka kuendelea kujifunza zaidi, andika lete somo la ndoto tuendelee kujifunza na na, utapata masomo mbalimbali ya ndoto, na tumeshafundisha masomo mengi ya ndoto. Unaweza kufuatilia kwenye channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media ukajifunza zaidi. Tunakupenda sana, nikutakie wakati mwema, tukutane vipindi vinavyofuata.